Aisee tunamshukuru sana mdau wetu kutoka Ngoma Mwembe Mtengo jamani, ameonyesha ushirikiano mkubwa sana, yaani kuanzia mwanzo tunaanza kazi mpaka sasa hivi tunakaribia kumaliza. Jamani, tunamshukuru sana jamani huyu mdau wetu kutoka Mwembe Mtengo bwana, ameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Cha kushangaza, hatufahamiani, tumefuatiliana tu katika mitendo yetu ya kijamii, lakini tunavyoishi naye humu ndani ni kama ni ndugu kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru sana, ameonyesha ushirikiano mkubwa sana, yaani material anakuja ya kwa wakati, kila kitu kinaenda sawa kabisa.

na we kama unahitaji kuboresha nyumba yako, kama mteja wetu kutoka huku Twangoma mwembe Mtengu, ah, unakaribishwa. Hapa ni ujenzi wa kisasa ndio tunaotamba nao siku zote hizi. Pavement zetu tunauhakika nazo, ni pavement ambazo ni imara, pavement ambazo zinakupunguzia gharama, lakini ni pavement ambazo uwezi amini bwana, hazioteshi majani, yaani yani, lile swala la kung'olea ng'olea majani kipindi cha mvua hicho kitu hakuna. Na sio hivyo tu, tunakuwekea eneo lako level isiyo ya kawaida Yaani, hata kama lina matatizo ya changamoto ya maji kiasi gani, lakini sisi Kiboke tunaliweka level eneo lako linaenda standard kabisa eh, kwa ajili ya kutoa maji vizuri kabisa bila kutuisha maji. Kwa hiyo changamkia fursa hii ya pavement za like, kisasa, changamkia kujenga na Kiboke Building Company. Asante.